Wazazi kutokuwa na wasiwasi kuhusu uteuzi wa wanafunzi katika shule za sekondari ya juu ikisema kuwa wanafunzi watapewa fursa ya kubadilisha shule na masomo waliyochagua. Katibu katika wizara ya elimu Profesa Julius Bitok, amesema kuwa maandalizi yote ya gredi ya kumi yamekamilika na waalimu zaidi wanaendelea kupata mafunzo kuhusu mfumo wa CBE. Bitok amewataka wazazi kutafuta maelezo uh, shuleni iwapo hawajaelewa mfumo mpya wa alama walizopata watoto wao. Emili Chabet anaarifu wanafunzi milioni moja nukta moja tatu wanaosubiri kujiunga na sekondari ya juu wakiwa bado wanatafakari alama walizopata kwenye tathmini ya gredi ya tisa. Mbivu na mbichi kuhusu shule watakazokwenda itabainika kuanzia Jumatatu wiki ijayo. Katibu wa elimu Profesa Julius Bitok akiwaondolea kiwewe wanafunzi na wazazi. Sasa tutawapatia nafasi nyingine kutoka wiki ujao ili waweze kurevise their choices, kama ulikuwa umechagua stem stand na result zimelalia soldier sons, utapewa nafasi ili uweze kuchagua mahali ambapo unataka kwenda. Bitok akisema kuwa matokeo ya mtihani na mkondo wa taaluma walizochagua wanafunzi zitatumika kubaini shule watakazoteuliwa kujiunga nazo. Those clusters are a guideline to help your, your, your, your child and to help you to understand which pathway a child is going to pursue.

Haya ni huku wadau wa elimu wakiitaka wizara ya elimu kuwapa nafasi wanafunzi kubadili masomo waliochagua, mkurugenzi mkuu wa shirika la Gravity CBC Resource Centre akitoa mfano kuwa baadhi walichagua masomo wakati ambapo somo la hisabati halikuwa la lazima kama ilivyo sasa wazazi wakitakiwa kuchukua muda kuelewa matokeo ili kuwasaidia wana wao kuchagua taaluma watakazosomea studies. Uh, uh, uh, Wizara ya Elimu imesema kuwa wanafunzi wote watapata nafasi katika shule za sekondari ya juu. Emily hey Chebet, Runinga ya Citizen ah.